Mishipa ya varicose ni tatizo la kawaida la mishipa ya damu linalowaathiri wanaume na wanawake. Mishipa ya varicose si kitu kingine bali ni mishipa ya damu iliyopanuka na kujikunja ambayo hutokea kwenye mguu. Zamani ni wanawake wazee tu ndio walikuwa wakitafuta matibabu ya tatizo hili, lakini siku hizi mambo yamebadilika, hivyo sasa limekuwa la kawaida hata kwa vijana. Dalili za kawaida ni zipi? Mishipa ya damu kwenye mguu huwa mikubwa sana, inajikunja na inaonekana mbaya machoni na ukiendelea kuacha hali hii bila kutibiwa, ngozi huathirika kwa namna ya kuwa nyeusi, yaani kubadilika rangi, na ukiendelea kuiacha zaidi, inaweza kusababisha vidonda. Wakati mwingine mshipa unakuwa mkubwa sana hadi unaweza kupasuka na kusababisha kutokwa na damu na damu. Na ni sababu zipi za hatari zinazochangia kupata mishipa ya varikosi? Kama tulivyosema ni kawaida kidogo kwa wanawake, lakini pia inapatikana kwa wanaume, hasa kuanzia umri wa miaka 30 hadi 60. Na sababu nyingine za hatari ni uzito wa kupita kiasi, uvutaji sigara, na kazi ambazo watu wanasimama kwa muda mrefu, kama walimu, polisi, wauguzi, hata madaktari. Madhara yake mara nyingi ni ya mwonekano, kama vile mishipa mibaya kuonekana au yanaweza kujitokeza kwa dalili kama kuvimba kwa mguu, tunachokiita edema na kukakamaa kwa mguu au maumivu kwenye nyama ya paja. Wagonjwa wenye matatizo makubwa huja na vidonda na kutokwa na damu. Uchunguzi ni rahisi sana. Siku hizi vipimo vya ultrasound na dopla vinapatikana kila mahali, na ultrasound au dopla rahisi tu ambavyo hufanywa ndani ya dakika tano hadi kumi vinaweza kuthibitisha ugonjwa huu. Matibabu siku hizi ni ya ndani ya mishipa pekee. Hii inamaanisha tunafanya kile kinachoitwa endovascular, yaani radiofrequency ablation au taratibu za endovenous kama venasiel Taratibu hizi zote ni za siku moja, ambapo watu wanaweza kuja kutibiwa na kuondoka ndani ya saa nne hadi tano, na hakuna kovu au kuna kovu dogo sana, kutegemea na hatua ya ugonjwa, na zote zina matokeo bora kabisa kwa muda mfupi na muda mrefu. Na ukitunza mishipa vizuri zaidi, nadhani kiwango cha kurudi kwa tatizo ni karibu sifuri. Kwa hiyo, kama una dalili zozote za mishipa kuvimba, kuvimba kwa miguu au maumivu kwenye mguu, tafadhali muone mtaalamu mara moja ili tuweze kupata matokeo bora.